Hii kitu imekuwa ikionekana mara kadhaa kwa huyu msanii wetu, japo hongera nyingi sana, anafanya vizuri. Hatujui ni kwa sababu yuko kwenye brandi kubwa, hatujui kwa sababu ana ana deti na na msanii mkubwa. Sisi bado tuko hapa, meza ya Wambea, the gossip table, ndo kipindi kwa hewa time hii hapa na hini 69 media TV it's iea ndani ya nyumba alongside Chingling in the town, the baddest baba lao baba lao baba la wambea hatari <laughs> <laughs> kweli kweli. Sasa bwana, uh, sisi wasanii wetu tunawapenda sana mm, na tunapenda sana kuwazungumzia kwa mazuri, inapobidi pia kwa mabaya, na pia tuyaeke tuyaweke wazi tunayazungumza wazi, hey. <coughs> Sanii, ongereni sana, mmekuwa mkifanya kazi nzuri, lakini napofika swala la mashabiki, jamani, kumbukeni mm. shabiki ndio bosi wako nambari namba moja sahihi. Na mtu ukitokea unadharau pale ambapo unapata ugali, sidhani kama unaweza uka survive kabisa, ndivyo ilivyo mm. hii kitu imekuwa ikionekana mara kadhaa kwa huyu msanii wetu, japo hongera nyingi sana, anafanya vizuri. Hatujui ni kwa sababu yuko kwenye brandi kubwa mm. Hatujui kwa sababu ana, ana date na, na msanii mkubwa mm. Hatujui kwa sababu yeye ni mtoto wa msanii mkubwa mm. Yaani kila kitu kinakuja na ukubwa ukubwa hapo eh, eh. Hatujui kwa sababu yeye ana kipaji kikubwa yaani yeah. Hatujui kwa nini hapa tunamzungumzia Zuhura Othman <laughs> mtoto wa <ndugu yetu. laughs> somo hapo. Zuchu Zuchu yamekuwa yakitokea malalamiko kwa baadhi ya mashabiki kuwaonesha kuwaonyesha dharau dharau uh-huh. Fulani hivi sio mm. vizuri. Kuna show pia iliwahi kufanyika, Zuchu alipigwa chupa za maji zile zirushwe, alikuwa ni mbea nadhani. Sasa unajua yeah. <laughs> hey. Mpaka unavofikia hatua wewe kama msanii mashabiki wanakufanyia vitu kama vile, si kwamba hata wewe pia kuna kitu ambacho unawakwaza kabisa. Sio, niko sahihi nah? uko sahihi. Kutokea. Kuna malalamiko ambayo yametokea kuhusiana na Zuchu ku block baadhi ya mafansi wake, kimanizi mashabiki wake. Kuna shabiki mmoja a amekuja mtandaoni anaitwa Zerishi akilalamika, yes. Zuchu amemblock na yeye ni shabiki mkubwa sana wa Zuchu maski mm. ni mrembo wa watu mm. eh, yuko hapo analalamika eh? anasema mm. kwamba Zuchu hajamkosea chochote mm. hajawahi kuwa na utofauti wa mazungumzo yoyote hajawahi kufanya chochote ambacho kitakuwa kinamkwaza Zuchu. Yeye anafanya biashara zake, anampenda Zuchu, na yeye aliongea kabisa akasema kwamba at Zuchu atakuwa hajamblok kwa maksudi. Umeelewa, kama akamblok alipokuwa tu anafanyafanya zile searching, searching zake ndo ikamblok. Lakini anamuomba Zuchu, anaomba kabisa. Zerishi anasema mi yeye ni shabiki wake namba moja anapenda mziki wake, anapenda akiona anavyoposti anapop, mana na challenge nyingi kashafanya. Kwa hiyo yeye kitu ambacho kina kinamuuma kwa nini amembloki, hapati kuona matukio anayoposti Zuchu. Menelewa, yeye kama shabiki kalalamika kwa upande wake na akiomba msamaha E, hana hey kitu kibaya chochote, kwa hiyo analalamika. Zuchu na mashabiki mashabiki, kwa nini kere, asipite kote kule kaenda kamblock Zerishi tu? Kuna nini? Zerishi naye anatakiwa aweke wazi zaidi, kutakuwa zeri kuna, kuna sababu... kama anaweza kakublock bila sababu yoyote. Mimi nahisi, nahisi nahisi nahisi kuna, inawezekana no, <laughs> lakini... Mimi na, no. nahisi <laughs> inawezekana ka comment kitu cha tofauti. Sayara, aja, comment kitu kibaya. Sasa. Sababu tunajua pia wasanii mimi ni mtu ambaye anapitia sana peji wasanii, waga wanapitia changamoto wasanii, waga wanakomentiwa vitu vya ajabu, unajua yeah, mpaka wengine unajikuta sasa, wenyewe inabidi wawajibu. Kama mtu ambaye alikuwa anakosa sana kuwajibu mashabiki Lulu Elizabeth Michael, ah, kuna kipindi alikuwa anawajibu, kwa sababu anaambia, kwani anajibu sio? Ni kwa sababu oga inakuwa sasa nzuri, waga inakuwa uh, yeah. kwa hiyo kuna wakati nao pia, nyie mashabiki mnasababisha pia kama wasanii wenu wachukie, wa block ama wawajibu vibaya Swala la Zuchu kuhusiana kuwa ignore mashabiki, hii ilitokea pia kipindi cha nyuma, ile siku ambacho walikuwa wakishuti video na Diamond ile ya Inama uh. Alikuja uh, shabiki alitaka kumkumbatia Diamond lakini Zuchu alikuwa anamzuia ika- ikazungumzwa, ikawekwa tafsiri ya tofauti kwamba Zuchu anadharau. Kwa nini anafanya hivyo? Aga ni kawaida tu kwa msanii kukumbatana na shabiki wake kwa sababu msanii sio rais bwana, sio sawa vizuri. Rais kuna protocol. Lakini msanii anaweza kukutana na shabiki wake akapiga picha akashikana mkono kawaida kabisa. Sasa Zuchu akazuia, yani tena kabisa, ile anampush. Hiyo pia inaleta maana tofauti. Unganisha na hii ya Zerish kumblock nayo pia ime imetengeza kitu kingine, kwamba, kama vile, Zuchu, anadharau anadharau, ya. Yeah. Mimi kwa kwa upande wangu mashabiki, huwezi jua, kuna mashabiki wengine bana. Wanakuwa wanataka zile kiki. Yeah. Umeelewa, kwa wasanii yaani ni mradi tu watu wanafanya jambo lao, wewe unatoka huko na kuja kuvamia. Kila kitu kinaenda na utaratibu, yes. Na kwa Zuchu, kuhusiana na ishu kuwadharau ku, ku, ku, hii ishu anayo kweli kama ulivyozungumza, mm. Lakini kuna wakati msikilize shabiki, umeelewa? Yes. So anakuja tu moja kwa moja anakuvamia, uwezijua wa. Wale ni wasanii wakubwa, wanatakiwa wapate time wa kuwasikiliza. Unajua, msanii ni ni, special ni kioo cha jamii, na msanii anapokutana na shabiki mona anakuwa anafurahia yeah. lakini unakutanaje wewe, shabiki anatoka huko na, na, na, na, na, anakuja na vamia watu wapo kwenye section za kushoot au kufanya kitu fulani, anakuja tu, anavamia. Ile unatakiwa pia utengeneze connection maana mimi si shabiki, namuona Diamond yuko kule, mpaka najua mimi nataka niongee na Diamond si najua ende nataka yule uko mabau sawaa, mbia brother samani bwana, unalia sasa kabisa brother samani na mimi nimkumbatie tu Diamond. Diamond akikuona vile anambia ah, okay ana kitu unasachiwa, umeelewa? Kwa sababu wewe utaenda kwa nia kwenda kumkumbatia kum, kwa mapenzi kumduru, unakuja na jambo lako, umeelewa? Na watu opportunity ndio wanatumia watu kama wale wanakuwa na, wana, wana maadui wengi mm. Umeona bana, wanakuwa wana uhasama wa vitu vingi, hauwezi yeah. Jua mbaya mtu kufika pale, kajilinda kajikinga kwa kitu gani? Umeelewa yeah. Kwao kuna watu wanakuja aeza kukuharibia mm. Lakini kuna wakati pia wasanii wanatakiwa watengeneze mm, muda mzuri, umeelewa, wafanye wafanye marejesho. Wenyewe wanasema kuna ile kurejesha fadhila, tumeona wasanii wengi wanarejesha fadhila kwenye vijiji vyao kwao mitaani walipokuwa street huko mendelea, wanarejesha fadhila kwa marafiki zao na mashabiki, watengeneze mfumo mzuri kwa Zuchu na nazareshi mblokie ili apate kuona kuna watu wana, wana mapenzi. Mimi mimi ni mtu ambaye nampenda sana Tosh lakini sijafikia upendo huu kama alionao Zerishi, utafikiri aliye mbloku ni bwana wake. Mimi nakwambiaje, yani kwenye swala la sanaa mm. unanichukulia kawaida, lakini kuna watu wana mapenzi mm. makubwa sana na shabiki mm. yani na msanii I mean that, lakini pia wana mapenzi makubwa na wasanii wetu yes. wa Tanzania mm. hapa. Na sisi tuna mikoa zaidi ya 32. mbili mm. si ndio? thelathini na eh? mbili niko sahihi, nadhani umeona. Kwa hiyo, kwa hiyo ni, ni maarifa ya jamii. <laughs> <laughs> Kwa hiyo unakuta kuna Kigoma, kuna Dodoma, kuna sijui Singida, kuna Simiu, Sumbawanga kuna, kwenu, kuna, wanga. Wanga, kuna Zanzibar kule Koyo. kwa kila kwaio wasanii lazima wawe celebrity sana wawe special, yeah. Lakini watengeneze watengeneze mifumo niotoe hongera pia mm. Baada ya kuona hii inaichomekea tunaichomekea kuhusiana na, tu. yeah, hii, na, tu. chomekea, na hii ishu ambayo ya Nandi unaona Nandi bana, tumeona kuna wakati mmoja kuna mlemavu mmoja nishakuona na naye wakati harakati zangu za kutembea tembea uko mm -hmm. Uh, uh, yeah, anaku, stendi pale Mbezi no. anakuwa na spika zao anaimba nyimbo yoyote na nini, umeelewa ni mlemavu ana miguu kabisa. mm -hmm. Nandi a kuna klipu moja ilionyesha ule mlemavu alimsaidia ali mm -hmm. eh. alimba nyimbo ya Nandi wakati anapiga zile cover ana sauti yeah. Ana sauti sana, yule wa kiume, wa kiume ah, ana sauti. Kwa hiyo dakika za mwisho ile, na tunaileta pale kwenye kurejesha fadhila yeah, kwa mashabiki, kwa mashabiki, kwa jamii, umeona. Kwa hiyo Nandi, yule yule mlemavu alikuwa na anapenda sana ndoto zake kufungua maduka ya simu. hmm. yaani vitu vya elektroniki, naelewa, simu, vya umeme nanini. yeah. kwa hiyo Nandi alimsaidia Mbona, ena, sina uhakika alitoa msaada wote , lakini mpaka kufika pale sehemu ya tukio ambayo yule ndo anapotafuta riski mm -hmm. Na riski yake anatafuta kupitia kipaji chake cha muziki mm -hmm. Mwena, ana sauti, ana sauti anaimba cover za wasanii wengi. Hata mimi kwa huruma yangu nishakupita pale, nishakumwona, nishawahi kuweka chochote kwa sababu alikuwa ananigusa na mi ni mtu wa kwenye sanaa. Umeona kwenye kulipiza fadhila vitu kama vile ni, ni kitu kikubwa sana. Haya, ukiacha hi, kuna wasanii wengi tunaanza, tukitoa mifano hapa mtakuwa yes, yes. Unakumbuka, umesoma vizuri. Kwa hiyo Kusa na yeye alifanya kitu kama kile, mtu ambaye hajaonana naye miaka mingi mm, lakini alikuwa na respect kwamba huyu mtu alikuwa anamwambia yule mlemavu uh, alikuwa anamwambia Kusa, anamwambia Mwamba utatoboa tu one day, yani utamiliki magari, utamiliki nyumba, utakuwa na maisha yako na utafanikiwa. Umeona, yeah. amekaa muda mrefu Kusa, baada ya kujitafuta akajipata Dar es Salaam, mashallah mziki wake umeenda, amerudi tena kwao amemjengea, sema yule mlemavu nini, nice. amefanya kitu tofauti, amemtengeneza, amembadilisha maisha yake kwa namna moja ama nyingine, umeelewa. Kwa hiyo Zuchu kikubwa ni sahihi, kama kuna kitu chochote lakini, shabiki mwenyewe kashatoka kwenye mitandao, kaongea yaliokuwa moyoni mwake. Kama amefanya kosa basi umsamehe, lakini yeye kwa nafsi yake anasema hajafanya kitu chochote, umenielewa? Kwa hiyo haina haja ya kumblock, muache aendelee kuenjoy ku video zako, aendelee kusupport, aendelee kufanya challenge, umenielewa? nadhani yeye mwenyewe atakuwa katika wakati mzuri akiwa anaona baadhi ya video zako <tipa> kwenye Instagram na sehemu nyingine ambazo ukitaka kumuona unampata. Kwa hiyo aina haja ya hey, kumblock, si ndio? Sisi tunawaambia tu hivyo kwa wasanii bwana, mjitahidi kuheshimu mashabiki zenu. Zuchu, hiki kilio kikufikie kupitia gossip table, sisi tunakwambia kwamba hiyo dada mwani block jamani, ana mapenzi ya dhati na wewe. Eh, mwani block bwana. Tunakosea kitu gani lakini

Eh, hao ndio mashabiki bwana. Hata kama ame comment vibaya hapo, katika umemfuma kama ndio ume ameanza kumendea mendea bwana <laughs> bwana Chibu yeah. samee tu bwana bwani bro, kuna aa, Chibu kine, Chibu ma Hili Chibu, kwepuka, Mamba kuepuka kupigwa zile chupa jukwani, mm. Shaka tu vizuri na mashabiki zako kabisa bwana, mtu ame comment ujinga, andika no comment, andika hivyo eh, e, kuwa tu mpole. Instagram natumia jina la Wiz Ching. Uh, Facebook andika Wiz Ching pia na TikTok andika jina la Awote au vipi bana, hii ni 69, na hii ni the Gossip. Tuko hapa mtu mbili, ausio sio, bana? Inakuwa ni fresh kabisa. Kama uja subscribe YouTube channel fanya hivyo sasa hivi hapo, alafu utakutana na alama ya kengele ili kupata notification zaidi. Inakuwa kila tunachokifanya, habari, sanaa, michezo, gossip kama hivi, habari za ombea kem, kem. Ukibonyeza tu alama ya kengele na ukisubscribe pale, unapata notification on time au vipi sawa baby, tunamaliza na hivi lakini pia instagram hapaisha 02 kule TikTok wanaita sami underscore baby tufollow pia instagram yetu 69 media tz, facebook na TikTok, unyama unakuwa ni mwingi sana. Till next time, si tunakuwaga. Bye.